Naam, uh, tukiwa tumekita tu kambi hapa Mombasa katika ofisi ya County Commissioner, ikiwa tu ni washikadau ambao wamekuwa ali kwenye mkutano e, tungependa tuzungumze nao wakiwa wanaongozwa na tume ya uwiano e, katika ya kitaifa kwa hivyo, wacha tuzungumze nao tuone, uh, wana yapi ya kutuambia na vipi, uh, wamekuwa wakizungumzia kuhusu nini, uh, sijui unaitwa nani? Uh, kwa majina yangu naitwa Daktari Daniel Motegi Gete. Mimi ndiye uh, CEO wa National Cohesion and Integration Commission. Tumekuwa na mkutano hapa na washikadau uh, mbalimbali ambao wanaangazia mambo ya amani katika ukanda mzima uh, wa pwani ya Kenya na pengine tu kwa ufupi e, jaribu kutuelezea a, pengine wewe kama mkurugenzi a, pengine ni yepi ambayo umekuja nayo e, kujaribu kuelezana na hao washikadau kuhakikisha kwamba e, amani itakuwepo hapo Mombasa, na pengine kama ipo itaendelea kuwepo. Kwa kifupi, nimekuja kuzungumza pamoja na washikadau ambao wamekuwa wakifanya kazi katika ukanda mzima wa pwani kuhusu mikakati ambayo tunafanya sisi kama tume ya uwiano kule Nairobi, na ya kutangaza ya kwa kwamba sasa kwa tutakuwa na operate pia, kama vile tuliwaambia wakati ule mwingine, ya kwa kwamba tuko na ofisi hapa ya regional hapa Mombasa ambayo inasimamia kaunti zile sita za uh, pwani uh, na tumekuja kuzungumzia maneno ya ama kuafiki kua ama kuassess uh, pale tumefika katika mambo ya amani na uwiano uh, na mambo ambayo naweza kuwa yanaibuka uh, kama vikundi ambavyo ni vya uh, majangili jangili hivi. Kama vimeivuka tena, tumeona kwamba vikundi haviko tena lakini, kuna mambo kadhaa kadhaa ambayo inastahili kuangaliwa uh, na pia tumekuja kuwatangazia kwa ama kuzungumza na wao mambo ya mipango ambayo tumeweka eh, katika mwaka unaokuja wa kuboresha zaidi ofisi yetu ya regional hapa Mombasa na pia kuendelea kufanya kazi pamoja <clears throat> na wale washikadau. Kuhendelea pia kutafuta washikadau mbalimbali ambao tunaweza fanya nao ili kuendeleza kazi ya amani e, wale tunaita peace actors, mikakati ambayo tuko nayo e, tukishirikiana pia na Gatuzi la Mombasa Mombasa County e, kuhakikisha kwamba zile juhudi wanazofanya kama county na sisi kama NCIC na, na peace actors ambao tumekuwa nao na washirika wetu mbalimbali kama MWAP, Muslim for Women League na SIFA na wale wengine, vile tunaweza endeleza mambo ya amani na vile tuna weza eh, ondoa zile shinda tumeambiwa zimeanza kuibuka eh, pamoja, ili tuweze kukaa kama taifa ambayo iko na ushikamano na uwiano pamoja. Ah, ah, huyu amekuwa ni mkurugenzi anaona, eh, kando yangu hapa eh, nipo naye eh, ah, naambia kwamba ni eh, mshikadau yule ambaye anasimamia mambo ya county. Wacha tuzungumze naye tuone ana yepi ya kutuambia. Na bwana unaitwa nani? Uh, kwa majina naitwa Samir Hashim ni afisa wa jinsia katika kitengo cha vijana, michezo, utamaduni na huduma za jamii. Na pengine siku ya leo eh, naona me, wewe umekuwa baadhi ya wale viongozi ambao wamekuwa kwenye mkutano. Pengine una yepi ya kutuambia kulingana na uhalisia wa mkutano wa siku ya leo? Kwanza ni kushukuru kwamba leo tumeweza kupata kikao ambao kimejumuisha wale viongozi mbalimbali mbali katika mashirika tofauti ambayo yanahusika kutendekeza kazi zile za kuleta amani katika nchi yetu. Pili ni kupongeza kwa niaba ya kaunti kwamba haya mashirika tumekuwa tukifanya nao kazi vizuri kwa pamoja na yamefanya bidii sana kule ma, mashinani kuhakikisha kwamba tumeweza kupata amani ile kabla ya uchaguzi, baada na mpaka sahi, kidogo amani Mombasa imekuwa sawa. Ah, na pengine tu ah, kwa ufupi ujaribu eh, kutuelezea ni baadhi ya masuala yepi ambayo pengine kaunti eh, ya Mombasa imejaribu kutilia mkazo ili kuhakikisha kwamba Mombasa inabaki ya amani mpaka milele. Ah, kwa suala hilo katika uongozi wa gavana wetu Abdulswamad Sharif Nassir ambaye amekuwa katika kipaumbele cha kuhakikisha kwanza vijana ah, wanapata ajira kuhakikisha katika masuala ya mihadarati ameweza kutekeleza masuala tofauti kama ile ya mambo ya mihadarati ya Mongoka na kuhakikisha ziko karibu pia zinavyouzwa karibu na shule. Uh, na pia katika uhusiano wake wa karibu na county commissioner na mashirika tofauti, governor ameweza kuleta miradi tofauti kama zile askiz mitaani ambayo inakuja. Kuna governor's year lift inakuja, lakini pia vile vile kuna governor's holiday mentorship imekuwa ikifanywa, kuna driving school na kuna ajira ile ya Mombasa yangu imeweza kuwa ikifanywa, na mambo mengine, miradi tofauti. Imeweza kufanya. Lakini pia ni kwamba gavana, wajibu wake mkubwa umekuwa kuhakikisha vijana tunawatoa pale maskani, na kufanya hivyo ni kupitia pia katika department yetu idara ya vijana, jinsia, michezo na huduma za jamii kuhakikisha tunaenda nyanjani kufanya ile awareness ya mambo ya amani na kuhakikisha pia vijana tunawapatia mentorship na vile vile zile skills ambazo zitawatoa maskani waweze kupata ajira, na vile ndio itakuwa imechangia pakubwa katika wa vijana kutoingia katika masuala ya kuto na amani katika kaunti yetu ya Mombasa ah. Naam ah, safi sana ah, nipo na kiongozi mwengine hapa ambaye pengine ningependa eh, tupate kusikia kutoka kwake. Naye pia amekuwa ah, mojawapo ya eh, viongozi ambao wamekuwa leo katika huu mkutano. Najaribu tu kutuelezea katika kitengo chake, yee ni nani na pengine ana yepi ya kuongezea katika mkutano wa siku ya leo. Naam bwana sijui naitwa nani. Kwa majina ni Walter kwa majina ni Walter Kutz. Mi ndio mwenyekiti wa amani wiyano na maswala ya usalama Likoni. Vile mjuavyo, katika kaunti yetu ya Mombasa, ukitaja Likoni watu walikuwa wanafikiria huko ndio mahali chanzo cha dawa chanzo cha mada, vijana wa mapanga, lakini kwa hivi sasa kila kitu ni shwari. Miradi kama uh, dongo kundu the special economic zone, the bypass. Sahizi tuko ram starehe na tu kila siku hatulali chochote, inachojitokeza iwe ni MRC iwe ni vijana mapanga, sisi tuko mstari wa mbele na zile timu zingine husika, kwenye shua ya kwamba tunapata amani tuweze kuendelea mbele. Uh, nam huyu amekuwa tu ni uh, kiongozi kutoka sehemu ya Likoni eh, ambaye amekuwa pia anazungumzia masuala ya amani. Eh, nipo, tuna viongozi wengine hapa lakini kwa sababu ya muda wacha nichukue tu uh, viongozi kama wawili alafu eh, tuangalie nakuwa namna gani. Basi eh, nipo na mama yangu hapa eh, sijui eh, kwa jina lake tu kwa ufupi alafu atuambie ni nani. Kofu mama. Haya. Uh, kwa majina anaitwa Irindrandu natoka Kisauni sub county mimi nikiwa na wenzangu kama peace actors, raha yetu ni kuwa twajua peace is a process, kwa hivyo hiyo pia inatupa nguvu zaidi. Na tumefurahi leo tumepata wakuu wetu kutoka national office na pia tuna ofisi sasa hapa Pwani, ambapo tuambiwa fimbo ya mbali haiui nyoka, karibu. Kwa hivyo sasa sisi tuko seti. Eh, na tamshukuru Mwenyezi Mungu ile hali ambayo twaipata twalala. eh, shida ndogo ndogo za e, utundu mdogo mdogo hauwachi katika jamii, lakini watu wazikabili. Twashukuru asasi zingine za serikali ambazo zinaungana pamoja na sisi na jamii pia nao wanaona bila amani bila usalama hakuna biashara itafanyika, hakuna haraha vile itafanyika. Kwa hivyo sasa, si tumefurahi, kikao hichi cha leo kitazidi kutupatia nguvu za kuendelea. Asante naam. Tukimalizia tu nipo na e, mratibu e, mwingine hapa tuangalie atuambie, anaitwa nani, na pengine yeye anayepya kutuambia bana, sijui anaitwa nani. Naam asante. Mimi naitwa Nicolas Songora, mkurugenzi um, wa shirika la Manyata Afrika uh, tuna furaha sana siku ya leo kuweza kuitikia mwito kutoka kwa NCIC, tume ya uwiano uh, ikiongozwa na CEO. Uh, kuja kujadili masuala husika, masuala ibuka na masuala ambayo ni endelevu kuhusiana na masuala ya kujenga amani na uwiano katika gatuzi ya Mombasa na Kenya kwa ujumla. Uh, kupitia uh, kama shirika tumeweza uh, kushinikiza masuala muhimu ambayo ina paswa, uh, tume hii ya uwiano iweze kutekeleza. Kwanza tumeona tunafurahi kwamba wameweza uh, kushukisha ofisi mashinani uh, kwa mujibu wa masuala ya ugatuzi uh, tuko na ofisi hapa pwani kwa gatuzi, gatuzi hii ya Mombasa uh, lakini tatizo ni kwamba uh, ofisi hii haijawezeshwa. Haina uwezo uh, kuna ofisi bado haijakamilika kikamilifu na tumeweza kuomba uh, tume kupitia CEO kwamba ikiwa itawezekana waweze kuleta rasilimali chini mashinani ili ofisi hii iweze kuwa na nguvu na natija kujihusisha kujenga amani pamoja na gatuzi ya Mombasa uh, pamoja na uh, DPCs peace committees pale mashinani wazoe mitaa wazoe nyumba kumi kwa kisha kwamba amani ni endelevu. Pili ni kwamba uh, tuondoke katika masuala uh, ya kuwa reactive, kungojea matukio yafanyike ndipo tunaanza kuweka mikakati ya kukaa na kuanza kujadili. Amani ni swala endelevu, amani ni muhimu. Kama taifa ni muhimu tuweze uh, kuwekeza zaidi katika kuzuia. Tusingoje kupambana dhidi ya hatari uh, na tumeweza kush Nikiza kwamba uh, kwamba kuomba pia kupitia ofisi ya ya ya ya rais uh, tubadilishe mwenendo. Tunaona kama kama katika katika katika katika katika bajeti ya kitaifa masuala masuala uh, kuwekeza uh, security uh, na fedha fedha nyingi kununua za vita mabunduki uh, lakini tunajiuliza tunapigana nani? Kama taifa sisi tunapaswa kuingiza zaidi tume kama hii, NCIC, zaidi tume tume hii ndio ambayo inapaswa kuwekewa kwa sababu tunazuia kwa katika onge, kwamba, uh, prevention is better than cure. Tusiekeze pesa kupigana, tuwekeze Pesa kuzuia vurugu. Vijana wetu wapate nafasi za kazi. Kuna swali tunaulizwa na vijana kila siku ni vipi tutapata pesa uh, ya kuweka mfukoni, chakula kwenye meza. Kwa hivyo uh, ni vyema kuwekeza katika miradi endelevu, makampuni yawezeshwe, rasilimali zipatikane, ajira ipatikane, kuwe salama, elimu, elimu endelevu, elimu yenye kuwezesha kutia na tija, vijana waweze kukaa mashuleni kuzuia masuala ya mapanga. Kwa hivyo ni vyema serikali badilishe mwenendo, tuwekeze zaidi katika, uh, industrialization, kujenga kampuni, kutengeneza masuala ya kujenga amani na uwiano, uwiano tupunguze bajeti ya masuala ya kupigana, kwa sababu kama taifa na uhakika, hatuna international enemies. Ni masuala yalikuwa ya Al-Shabaab hapo nyuma, lakini sasa hivi yameweza kudhibitiwa. Kwa hivyo ni vyema tuangazie ni vipi NCIC itakuwa inakuwa felt mashinani kikamilifu. Nana basi hawa wamekuwa tu ni washikadau ambao wamekita tu kambi hapa kwa kuhakikisha kwamba wanazungumzia masuala mazima ya amani hapa Mombasa wakiwa tu wanaongozwa E, na e, tume ya uwiano ya kitaifa ya kuhakikisha kwamba amani inakuwa sawa. Basi mimi nikiwa naitwa Sitachi Musa, Mombasa.